Leo nimeandalia moja kati ya vitu vikali ambavyo tumekuwa navyo katika show hizi za mwaka 2024. Naitwa Jerry ama 255 Jerry. Jerry kwa upande wa Petro Head bwana, kuna mshikaji mmoja hivi anajua sana old school Andrew George. Bwana George old school tuifanye naye show kali sana. kuna Uh, kuna moja alikuwa anaelezea kuhusiana na zile uh, zile transporter zilivyobadilika. Kuna shot moja uh, director Zosa aliichukua na nilipenda sana. Itazame shot hii leo. Niko na mgeni mgeni anaitwa George, yeye ni mtaalamu wa yale magari ya zamani. Tumetofautiana kidogo na mimi yes. Uh, inabidi tujue tofauti zetu Karim George. Asante sana na nafurahi sana kuwa sehemu ya segment hii ya PetroHeads. Basi kama alivyotangulia kusema awali, um, anaweza kuwa anajua magari lakini tunaweza tukatofautiana kwenye ujuzi na tunasema specialization eh? unasema uh, mimi nimespecialize zaidi kwenye magari ya kizamani, na basi leo hii niko hapa katika segment ya Petroheads, uh, kuhakikisha tu tunapeana mawili matatu uh, mawili matatu juu ya uh, tofauti kati ya gari za kizamani na gari za kisasa. Okay. Mimi napenda gari mpya gari za kisasa uh, na kila kitu. Nashangaa napoona mtu anatumia gari za zamani. Naona kuna fans wa gari za zamani na, na nafahamu kila mtu ni okay. mapenzi yake. So ni yeah. Nini ambacho mtu ambaye anamiliki gari ya zamani ana enjoy tofauti na sisi wa sasa? Nini ambacho kimekosekana? Um, niseme tu uh, kwanza kuwa na gari la kizamani ni, ni, ni prestige au tuseme ni, ni hadhi fulani ambayo haipatikani. Napenda huwa kusema siku zote, kama wewe una magari hata kama una Range Rover Sport ya mwaka huu, una Ford Ranger ya mwaka huu una Land Cruiser LA, uh, Land Cruiser series ya mwaka huu, we bado, kama huna gari ya zamani, bado haujawa petrolhead, okay. Kwa sababu ili tukujue kwamba wewe kweli ni mtu unayependa magari, at least huwe na classic moja, huwe na vintage moja ambayo inajieleza kwamba bwana, wewe magari hujaanza leo wala jana, ulikuwepo kuanzia kipindi cha nyuma <laughs> to... long time kwenye game so kuzote kama uh, anapaswa kujua kwamba uh, uzamani una fleve yake ambayo huwezi ukipata kwenye gari la kisasa. Uh, naweza nikatoa mfano uh, kuna gari moja inaitwa Volkswagen Kombi Kombi, bus. Kombi, kombi, kombi, kombi, ye, kombi. kama yeah. Awa, tra, yani yake ya urahisi mtu yaurahisi ile ya kizamani imekaa kama hai sanaelewa zaidi h yes. Yes. Inaitwa ina, ina ku, ina transporter, lakini transporter zimegawanyika kuanzia T1, T2, T3, T4 naendelea mpaka T5 na wengine huko. mm -hmm. Na production zipo mpaka leo, leo hii na at least uh, this year kama sio mwaka jana mwishoni walianza kutoa demo electric version ya kombi ambayo ina ni, ni future ya, ya T model uh, unaona eh? Kwa hiyo uh, ile VW kombi tuchukue tu ya mwaka 1970 tusije huku mbele, comfortability ya ile gari ni kubwa sana kuzidi mtu anaweza kufikiria. Mtu anapokuwa kwenye Land Cruiser uh, let's say Prado 150, bahati mbaya labda amevunjika mguu. Atap, atapiga kelele kuliko angekuwa kwenye VW Combi. Na tujaribu kusema ni nini? Ile stability ile uh, comfortability mle ndani ni kubwa sana kiasi kwamba hata kama mtu ana fracture ya ya ya, ya kuvunjika hasikii maumivu. Najua ni kwa kwa kusikia uh, tunasema it's too good to be true, lakini uh, nawahakikishia hivyo ndivyo. Tuachane na yote hayo. Mimi binafsi kitu ambacho nakiona Hmm. Uh, cha kwanza ambacho waliferi ni kwenye hmm, swala, hmm, uh, swala la spidi na pia naona swala la nani sauti hmm, yani tofauti kabisa na sasa . Je, particularly hmm, kwenye upande huo inategemea nani anatengeneza hilo gari. Je, vigezo na masharti amepata hmm? Ni kama leo hii unakitengeneza gari la like kisasa, ukibadilisha brake pad lazima uingize mashine tena ufanye calibration na vitu kama hivyo Unaelewa? Sasa kwa uzamani sasa unakuta mtu ametengeneza engine inafanya kazi lakini exhaust ya kuzingatia lazima ipige kelele. Haipaswi kupiga kelele, inatakiwa iwe na sauti ya, ya kawaida. Atoa mfano kwenye VW Beetle. Inatakiwa itoe mlio wa kafilimbi fulani hivi ambako kikasikia hata kwenye masikio kanafurahisha. Lakini unakuta mtu ana VW Beetle anapiga kelele. Umeelewa? Ni kutokana na, na kutoku kuzingatia um, masharti na vigezo vya utengenezaji. Umeongea kuhusu swala la speed, zile gari zina zina-, zina, kwanza tukubaliane kwamba teknolojia yake ni ya zamani, hiyo namba moja. Nyingi zina mfumo wa, uh, wa mafuta wa carburetor. Ni tofauti na mfumo wa umeme wa, wa, wa mafuta Electronic fuel injection. Ile ni ni, ni, ni more mechanical. Kila pampu zake ni mechanical. There's nothing electric about the, the engine kila kitu kinafanya kazi kwa kwa mekanikali tuseme, na hauwezi ukapata spidi kama gari ya kisasa, japo kuwa ikisha kuwa na acceleration fulani spidi yake ni kubwa vilevile. Ndio maana nyingi zinakuta zina spidi mia moja na sitini, mia moja na ishirini and really you get the speed. So it just depends, two things involved. Uh, umetengeneza gari katika nyanja gani, again pia nani anaendesha gari. Okay, kuna watengenezaji wengi sana na wa wa, wa hizi gari. Yeah. Na kila mtu ana historia yake. Kila mtu anaanza BMW, kija Land Rover, kija Toyota. Kila mtu ana ana, ana historia yake kwenye hizi old school cars. Yes. So, kwanza swali la kwanza. Mm. Kuna production gani ilisimama ambayo iliwaumiza wengi? Me I would say kwamba katika production nyingi ambazo zimeumiza wengi uh tukiongelea kwanza kufunga production ya VW Beetle imeumiza wengi sana, kwa sababu duniani is the most iconic uh, car. Hakuja, hakutakuwa na iconic car kama VW Beetle, lakini mnamo mwaka elfu mbili na tatu walisitisha production kabisa, na hiyo production ya classic VW Beetle, naona kuna zile Beetle kama ni model. Beetle new model pia walisitisha na zenyewe mnamo elfu mbili na, kumi na... Uh, ii pia. Pia unaona, the same happens, uh, uh, unajua kuna gari ambazo legasi yake inaanzia zamani mpaka hivi sasa. Nitoe mfano pia wa Land Rover Defender is no longer in production, though kama wiki moja mbili zilizopita wameongea kutengeneza chache takriban sitini or so Just for special pro, special edition kwa ajili ya wale wachache na pia nadhani watu wa kawaida haitakuwa rahisi ku afford kwa sababu ni very expensive. Okay. Tukiongelea hapo hapo kwenye expensive. Hapo hapo. Mfano nataka nije. Ndio. Ah, kuna gari zinakuwa expensive sana. Yes, sielewi kwa nini. Yes. Ila unakutana na gari old school lakini very expensive kuliko hata gari za sasa. Nini kinachoendelea hapo? Uh, unatakiwa kujua kwamba kama ilivyo tunasema kama ilivyo ulivyo mvinyo. Hmm. Umeelewa? Hmm. Kadiri ule mvinyo unavyohifadhi basi unazidi kuwa unachachuka au unaongeza alcohol, level inapanda, sio? Hmm. Ukichukua mvinyo ule utengenezwa sasa hivi ukanywa hata glass kumi unaweza usilewe, lakini ule, ule ambao umekaa na culture umekaa muda mrefu so to say unakuta Uh, umechachuka vilivyo, na unaweza kanywa nusu glass tu halafu tayari umelewa. Maana yangu ni nini? Hizi zinakuwa collectibles, tuseme na zinakuwa collectible tu so kwa kwa kwa kwa nchi moja au mbili lakini kote duniani unakuta last, last year no uh, mwaka huu iliuzwa Mercedes Benz mabilioni ya shilingi, si ndio? model ya nyuma, model ya nyuma. lazima ujiulize kina kina kina brothers, na gma hazijawai kufikia bei hiyo, lazima ujue kwamba ile ni classic, ndio maana inauzwa gari kiasi hicho. Ongelea magari mbalimbali mbali katika segment ya ndinga, lakini moja kati ya gari ambayo ni review ilikuwepo kuhusiana na hama historia mbalimbali kuhusiana na hama na hizi ndio nilivyofanya Na hii ndio sehemu inayoitwa ndinga. Leo bwana, tuko na bonge moja la gari, gari ambalo likipita mtaani lenyewe linajitambulisha kwamba hili ni gari gani. Unajua kuna magari mengi ambayo unaweza likapita ukawa unasema hii inawezekana kawa gari fulani, au inawezekana hii inawezekana kawa gari fulani kwa, kwa sababu zimefanana. Hii inaweza kawa vanguard au hii inaweza kawa uh, labda rafo new model, kwa sababu zimefanana, lakini hii bwana haijafanana na gari zingine zote. Hii inaitwa hama Uh, unaposikia hama unapata image tofauti, yani ni gari ambayo ikipita mtaani mtu yeyote anaona utofauti wake na gari zingine, na utofauti huu umetoka mbali sana. Kwanza ukiachana na utofauti peke yake, kuna thamani ambayo inaonekana kwamba ah, hii gari bei ghali sana. Sasa kabla ya yote, kuna historia kubwa sana nyuma yake, yani nyuma ya hii gari kuna historia kubwa sana. Uh, tunaanza hivi kwa miaka zamani, katika vita kuu ya pili ya dunia ilikopo na, na gari zinazotumika vitani zilikuwa ni jeep. Sasa baada ya pale, watu wakakaa wakafikiria, wakaona changamoto mbalimbali wanazokutana nazo pale ambapo wanatumia gari aina ya za jeep, kwa sababu kwanza ilikuwa na umbo dogo. Na, na pia ilikuwa ni gari nyepesi kidogo, so wakakaa wakafikiria tuweze kufanya vipi kuweza kupata gari ambayo ni nzito na itaweza kubeba silaha itaweza kubeba watu wengi na itaweza ku, kuhimili mishindo mishindo mikubwa sana ya, ya kule uh, vitani sasa serikali ya Marekani ikaipa dili AM General uh, kampuni ya kutengeneza magari ikawapa zile recommendation zake mahitaji yake yote ambayo yanahitaji gari iwe vipi. Kwa anahitaji gari stable, anahitaji gari ambayo itabeba askari uh, wengi, itabeba mzigo mkubwa, wakasema wakasema okay, tuachie basi hilo zoezi, wakatengeneza kitu kimoja kinaitwa Humvee. So, hama yani high mobility multipurpose moving vehicle. Lakini wengi wanazania mtasema hama. Hapana, sio hama hama ni ishu tofauti kabisa. Historia ikawa hivi, zile zilikuwa ni gari ambazo zinauzwa kwa ajili ya vitani peke yake. Hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa naruhusiwa kuuziwa kama raia wa kawaida ama mtumiaji wa kawaida, lakini kuna mtu mmoja tu ndio alipelekea mpaka leo hii watu wanauziwa hama kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Je, unajua ni mtu gani huyo? Yes, kama ulikuwa unafikiria kama hivi basi drop comment yako hapo chini katika page zetu za Instagram, 255 Jerry. Historia iko hivi, mwaka 1991 Bwana Arnold Soniga yeye aliamua kuomba kampuni ya am general kuomba bwana, mimi gari hii nimeipenda, kwa sababu amewahi kuitumia katika mvi yake moja inaitwa Kindergarten Kids. Sasa, moja kati ya vitu ambavyo vilizolewa maarufu ni Arnold Schwarzenegger kuweza kuomba kupewa gari atumie kwa matumizi yake binafsi. Sababu nyingine ni kwamba wakati yuko katika umri wa ujana aliwahi kusave uh, jeshi la Australia, na alikuwa ni moja kati ya madereva wanaoendesha vifaru, kwa hiyo ni vitu ambavyo vilimvutia kutokana na umaarufu wake, kampuni ya AM uh, General ikaona okay, sio mbaya, ngoja tumsikilize itakuwaje basi. Uh, wakaamua kutengeneza version kwa ajili ya kutumia uh, watu wa kawaida. Kumbuka zilikuwa inaitwa Humvee, wakaamua kutengeneza gari inayoitwa Hama mwaka 1991 na, na kuanza kurelease mwaka 1992 na, na mpaka wakaamua kuipa jina la Terminator. Yes. Hapo ndo shughuli ikaanza model ambayo ilikuwa na upana na ukubwa tofauti na Hama nyingine zote ambazo zimewahi kutokea, lakini pia modeli hiyo ilikuwa na button ambayo ilikuwa imeandikwa fire. Lakini baadaye wanasheria wa kampuni waliamua kutoa button ile. Ilikuwa ni gari moja ambayo kubwa sana yenye uzito zaidi ya tani nne na nusu ilikuwa ni gari ambayo inabuya kabisa mafuta yani, kinoma noma. Mwaka 1999 General Motors wakapewa haki zote za kufanya matangazo pamoja na kufanya mauzo ya hama kutoka kampuni inayoitwa AM General. Shukrani kwa kuongezeka kwa uchumi na kushuka bei ya mafuta, watu wengi wakaanza kuanza kumiliki gari hizo aina ya hama ambayo ilikuwa ni hama One, hasa wakazi wengi wa Hollywood. Schwarzenegger alikuwa mbele kwa kuweza kuwa influencer mkubwa sana wa gari hizi aina ya hama na kuweza kutengeneza model inaitwa wa wagon. Hebu imagine kutoka mwaka 1999 mpaka mwaka 2000 kamili, kulikuwepo na movie zaidi ya 32 ambazo zilifanya brandi hii ahama, ya hama kuweza kujizolea umaarufu mkubwa sana Marekani. Sasa model ile ya kwanza ya amvi ilikuja na ukubwa kabisa na kuwa na begali kabisa, ambapo mwaka huo 1992, imagine ilikuwa nauzwa la dola laki moja Imajini unataka kuitoa Marekani kuleta Tanzania, utalipia fleti yake shingapi? Utalipia ushuru wake shingapi? Na kipindi hicho uh, sijui ikiwa na kiasi gani, lakini kwa sasa uh, dola laki moja sio hela ndogo, ni hela kubwa sana. So wakaamua kutoa toleo la pili bwana, toleo la hama tu ambao waliamua kupunguza kidogo umbo lake na pia waliamua kupunguza bei yake mpaka kufikia dola 1050 toleo la pili la hama tu lilifanya vizuri sana katika mauzo. Ndio kama hii ambayo nimekaa nayo hapa juu, haikuwa na uhalisia, kwa sababu gari hii ilikuwa ni kubwa sana, ni pana, ni ndefu kutoka chini ardhini mpaka juu. Ukiingia ndani, iko stif, ina eneo kubwa ambayo katikati kuna partition ambayo ni vitu unavyoweka kufanya vizuri sana katika soko la mauzo yote ya Hama na kuweza kufanya mauzo ya zaidi ya pisi elfu saba na kupelekea kuonekana kati ya matoleo mazuri ya Hama. Uh, kati ya 1 na 2 tu viliweza kufanya vizuri sana sokoni, wakaamua kutoa toleo la tatu. Pia waliamua kuipunguzia kidogo umbo lake kuweza kuiboresha kuifanya kidogo ikawa fancy, kuwa comfortable kwa ajili ya mtumiaji wa kawaida, na pia waliamua kupunguza bei mpaka kufikia dola 1030 wakauza pisi nyingi sana sasa Changamoto ikoje hivi biashara bwana, kuna kupanda na kushuka. Unaweza kuwa rahisi muda wote utapanda, lakini hapana, kuna muda utaweza kushuka. Aa, kukawa na changamoto kiuchumi, watu ambao haki za mazingira wakawa na complain kuhusiana na hama kwamba inaharibu mazingira. Ah, wengine wana complain inachukua space, wakaanza kuzishambulia bwana, wakawa wanazishambulia, wakazikuta mtaani wanazichoma moto, wanavunja wana vioo, wanatoa uh, matairi upepo na mpaka kufikia mwaka elfu mbili na tisa, kampuni ya General Motors ilikuwa katika hali mbaya sana kiuchumi, na kukaa na kuangalia wana brandi nyingi sana, waweze kupunguza brandi gani, walikuwa wanaitolea macho uh, brandi ya Hummer kuweza kuisitisha, lakini wakaona moja tujaribu kufikiria namna nyingine katika toleo la Hama 3 ambapo waliamua kuwapa mkataba um, kampuni ya China kwa ajili ya kuweza kufanya production, lakini haikuweza kufanikiwa, na kufikia mwaka 2010 Hama wakaamua kufunga matoleo ya Hama. Iliwasikitisha watu wengi sana ambao bado walikuwa na mzuka wa kumiliki gari hizo, tunataka kuendelea na Hama bwana, bado kuna matoleo yalitoka baada ya ritoka, kipindi kirefu sana watu kulilia showroom. Pia nilienda Dubai na kutazama magari mbalimbali yaliyopo katika showroom za Dubai na kuweza kureview kidogo na mwaka unaofuatia, nahakikishia tutafanya sana show za, za nje ya nchi kwa sababu watu wengi sana wanapenda sana kuangalia show za magari yaliyopo huko nje ya Tanzania na kujua nini ambacho kinaendelea. unaweza ukawa upo sehemu lakini huwezi kufahamu magari ambayo yanapatikana sehemu nyingine. Unaweza ukawa hata huko nchi fulani, lakini usifahamu magari mengi ambayo yanapatikana nchi nyingine. So mimi Jerry, kazi yangu ni kuzunguka na kuweza kuonyesha sehemu mbalimbali ama maeneo mbalimbali magari yanayopatikana na uzuri wake na baadhi ya magari specifications zake. Leo bado tunaendelea katika showroom zetu za Dubai ambapo tuko hapa, tunafungulia kabisa kipindi chetu cha leo katika segment ya ndinga na kitu kinachoitwa Volkswagen Golf 8 2.0 TSI GTI bala. E, bwana Golf bwana, ni moja kati ya gari ambazo ni za vijana na sifa kubwa ya Golf bwana, ina injini ndogo lakini yenye uwezo mkubwa sana. Yaani kwa wale ambao wanajua namna ya kusafiri, basi Golf ukiwa safarini unaweza kumkata mtu, anasimama unashangaa tu mtu kakupita. Imependwa na vijana kutokana na kutumika katika mambo tofauti tofauti kama mashindano. Wanapenda sana kushindana kufanya drifting, na iniko rahisi sana kuweza kufanyia kuiupgrade engine yake, yani kuongezea ukubwa pamoja na kuiongezea power engine yake. Tutoke, tunatoka kwenye Golf, tunaendelea na safari yetu bwana, hapa kuna kagari kadogo dogo kinaitwa Jaguar E-Type V12 unaweza ukaamini gari kadogo hivi, lakini V12 imepewa bonge la engine. Hapa kuna gari mbili ambazo zimeongozana, rangi zinafanana. hii ni Porsche 911 za mwaka 1988 na hii mwenzake ni 1989, wamepishana mwaka mmoja tu, lakini ukiangalia kwa nini wako katika showroom hii? Kwa sababu wao ni vintage na vintage ni kitu ambacho kinakubalika. Okay ladies, This is your car inaitwa Ford Thunderbird ya mwaka 1956 gari ya zamani sana, lakini muonekano wake mpaka leo unavutia sana. Hii gari kama wewe ni msanii, basi unahitajika uwe nayo angalau kwenye video yako, na ina style fani kali, ambapo nyuma imewekewa kama spare tire na cover lake ambayo inazidi kuipendezesha kabisa kabisa. Ni gari ya zamani, lakini ina muonekano mzuri uh, ndio maana hata iko katika showroom kali kukutana Wenzake. Hii inayonaga, hii kama ya wale watumishi, hii ni Suzuki ambayo ina, ina, ina sifa kubwa ya ugumu yani, unakumbuka zamani kua na vitara ilikuwaga ngumu sana, kaja gara 4 ni ngumu sana basi, hii ni Suzuki Jimny ya 2019, ni model ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa katika mauzo ya magari madogo ambayo yako imara kabisa, lakini imepunjwa nafasi kwa ndani, lakini gari kali sana Suzuki Jimny 2019 lakini kabla ya yote tuangalie huyu mnyama. Hii bwana ni truck ambayo unaweza ukaita truck kwa sababu ni pickup truck ambayo ni kubwa sana. Hii ni 2019 GMC Sierra 1500 bonge moja la mnyama ukiangalia. okay, kwanza ilivyokuwa wide imechukua space kubwa sana katika hii showroom yetu. Hii itakiwa ikae katika showroom za nje. Hii kuna baadhi ya barabara ambazo kidogo kutakuwa na changamoto kupishana na hii gari. Wenzetu wanaitumia sehemu mbalimbali, wanaweza ukaenda nao shamba, wanaweza ukaenda nao kufanya vitu tofauti tofauti, kwa sababu ni truck ambayo ni multi purpose, ina shughuli tofauti tofauti, kwa sababu imepewa ukubwa, nguvu, pamoja na uimara. Hapa tunaongelea Rolls-Royce Cullinan mwaka 2021, ukiangalia upande wangu mwingine, basi hapa kuna Mercedes Benz AMG G63. Kule tunaona Lexus imetulia kidogo. Kwa upande mwingine uh, njo njo njo njo njo njo njo. Ok, ok, kwanza kabla hujaja huku, kuna upande mwingine pale, kuna kitu kinachoitwa Aston Martin DB11 gari kali kabisa kwa wale wapenzi wa gari za chini. Bado hatujamaliza, twende huku nyuma, kwa sababu huku nyuma inawezekana kuna vitu vimefichwa. E bwana, e bwana, e, kwanza rangi yenyewe unaweza kuiona, bonge moja ya, ya rangi kali ambayo inaweza kumpendeza binti ama mtu yoyote. Na hapa sasa, hapa bwana, kuna kitu kinachoitwa Genesis GV80 moja kati ya gari ambayo ni toleo la mwaka 2021 gari kali gari kubwa ukiangalia kwanza mwonekano wake wa mbele shoguli yake taa zake ina base engine yenye 3.5 liter 6 cylinder. horsepower 375 bonge moja la gari okay tuende upande mwingine hii mnaijua hii mmeshaizoea mmeiona sana hii ni Range Rover. hii ni nini hii unaweza ukahisi ni nini kwanza. Hii rangi ushai kuona rangi kama hii? Na hii ni rangi ambayo kwa kweli imepangwa na imepangika na sio rangi ambayo unaweza ukachanganya tu popote ukaweza kupata rangi kama hii. I'm not talking about before 2002 because the cars which is in Tanzania

Umenjoi katika show yetu ya The Gear. Tutaendelea kuwapeleka sehemu mbalimbali na tuhakikishe wewe umefurahi. Asante kwa mtayarishaji wa kipindi hiki, anaitwa Director Zosa. Kama una jambo lolote, unaweza kucomment katika page zetu hapo zinazoonekana hapo chini, inaitwa Jeremiah.